Kwa majina naitwa Mwalimu Mdagachule Yona, mwalimu wa masomo ya sayansi chemistry na biology, lakini pia ni mkuu wa shule katika shule ya sekondari Mbogamo. Shule yetu inamilikiwa na Kanisa Anglikana Tanzania, Diocese ya South West Tanganyika, Njombe. Inapatikana mtaa wa Ramadhani, kilomita moja kutoka stendi ya zamani na shule yetu inapokea wanafunzi wa dini zote. Tumejikita zaidi hasa katika masomo ya sanaa pamoja na sayansi, na ndio maana shule yetu, tukiangalia mazingira yote hapa, tuna maabara, tuna mabweni kwa ajili ya kuhakikisha tunatoa huduma zote kikamilifu. Wito wangu, wazazi waendelee kutuunga mkono, kwa sababu tumejipanga kuendelea kutoa huduma bora zaidi. Kwa hiyo tuwakaribishe waweze kufika shuleni Mbogamo kwa ajili ya kutuletea watoto wengine watakaoweza kuendelea kuinua shule yetu hasa upande wa matokeo, sababu so, anasema shule ni matokeo kwao. Tukipata watoto ambao ni cream au watoto ambao uwezo wao ni wajuu, wanaweza kuisaidia pia kuitangaza shule ikafika mbali zaidi. Kwa majina anaitwa Madam Tunza Juma. Kwa hapa shuleni mimi ni mwalimu wa Kiingereza. Lakini pia ni mwalimu wa taaluma. Ah, tuko hapa kwa ajili ya kuandaa wanafunzi kutengeneza kizazi cha kesho. Kwa hiyo tunashirikiana na wanafunzi wetu kuwatengenezea mazingira rafiki, kwanza kuhakikisha kwamba wanafikia, yani sisi walimu tunafikika. Kwa hiyo tumetengeneza mazingira rafiki kwa wanafunzi kana kwamba kama wana changamoto, basi sisi walimu tunakuwa tunafikika ili kuweza kutatua changamoto zao, lakini pia tumejikita katika kipengele cha malezi. Tunajitahidi kuandaa kizazi chenye hofu ya Mungu. Kwa majina naitwa, anaitwa Sister Mariamu Kaule, tupo katika shirika la Njombe la Mariamu takatifu CMM. Nimekuja hapa kwa ajili ya kutafuta elimu ambayo itatusaidia katika maisha ya baadaye. Wanafunzi wote katika sehemu mbalimbali, karibuni shule ya Mbogamo, ipo vizuri katika taaluma, katika mazingira. Kwa majina naitwa Frank Mesha Kimgina. Kiukweli kuwepo hapa shule ya sekondari Mbogamo najisikia vizuri kwa kuwa hata walimu nao wanaonyesha upendo kwetu katika kusaidia katika kufikia malengo yetu ya baadaye. Tunaweza tukafanikiwa kwa kuwa ametutengezea mazingira mazuri. Kwa majina naitwa Gladness Castle Murilla, nipo hapa Mbogamo kwa ajili ya kupata elimu bora ambayo itanisaidia katika maisha yangu ya ya baadaye. Mazingira ya shule ni mazuri. Kwa majina naitwa Elis Kenes Mambuchi, nipo hapa shule ya sekondari Mbogamo kwa kupata elimu bora. Kwanza nimechagua hii shule kwa sababu shule inatufundisha malezi bora pia, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana ina elimu bora, ambao wanasaidia, wanatupa elimu bora na kuweza kujiendeleza katika maisha yetu ya baadaye. Kwa majina naitwa Bright Geoffrey Mtega, natokea Ludewa, kijiji cha Lipangala. Nimechagua kusoma katika shule ya sekondari Mbogamo kwa sababu ya mazingira yake na ufundishaji wake na matokeo yake pia naona ni mazuri. Ndio maana nimeamua kuja kusoma katika shule ya sekondari Mbogamo. Kwa majina naitwa Imani Mgina, natokea sehemu Njombe nipo hapa shuleni kwa ajili ya kujifunza kwa maisha ya hapo baadaye. Nimependezwa na hii shule kulingana na mazingira haya, ni mazuri kwa kujisomea mwanafunzi. Pia nipende kusema wazazi wote walete watoto wao mahali hapa, kwa sababu ni mahali patulivu, hata kwa kujisomea ni mahali pazuri. Wanapoendelea na safari hii ya masomo, Bwana Yesu, tunakusihi watie nguvu, wape uwezo wa kukumbuka, wa kujifunza, wa kuelewa yale wanayojifunza yakae katika akili zao, ili Mungu waje kulifalia kanisa lako, nchi yetu na familia zao. Wanapochoka watie nguvu, wanaposahau wawezeshe, wanapokata tamana kuchoka, Mungu, Roho Mtakatifu uwe mwenyewe utakayewafariji katika kipindi hiki cha masomo wanayoendelea. Ulikuwa pamoja na Yesu wakati wa kujifunza kwake, ulitembea na mitume wako wakati wa kujifunza kwao, tembea pamoja na wao sasa na siku zote. Barikini, Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbogamo, shule yetu ni Njombe, mazingira yarizisha kwa taaruma sasa sana, tuipenda shule yetu.